Wapo baadhi ya walimu ambao ni walezi wetu wanafanya kazi nzuri kule, lakini wanakutana na changamoto za wakuu wa shule. Huwa ninakuona ya kuongea na wakuu wa shule, tunalizungumza hili jambo. Mpango wa kuwa na klabu za TAKUKURU katika shule ni mpango wa serikali na ni sehemu ya sera. Ni lazima itekelezwe na asitokee mtu yoyote tuletea kikwazo. Asitokee yoyote tena kwa halmashauri ambazo ziko ndani ya ya wilaya hii. Asitokee yoyote, na nikisema yoyote namaanisha yoyote, eh. Na kama mimi ndo mlezi ndo kabisa, watu wasije wakapishana gari ya mshahara yoyote. Kama kuna mkuu wa shule ambaye hawezi kuwapa ushirikiano walezi wa hizi klabu, atafute shule ya kwenda, sio lazima abaki kwenye shule hiyo. Nadhani nimeeleweka vizuri mkurugenzi. Eh. Sio lazima. Hapa tunajenga kesho ya nchi. Na kesho ya nchi haiwezi kujengwa kwa kubembelezana. Kesho ya taifa hili haitojengwa kwa kubembelezana. Asiyeweza kufuata misingi, asiyeweza kuheshimu matakwa ya umma, asiyeweza Wazungu wanasema if you cannot stand the heat, leave the kitchen. Kama huwezi kuhimili joto la jiko, toka. Eh. kwa hiyo kamanda, wana tusimwonye maneno. Mkuu wa shule ambaye anaamini hawezi kusimamia ustawi wala ukuaji wa klabu za wapinga rushwa, apangiwe majukumu mengine. Watafute watu wanaoweza kufanya hiyo kazi waifanye vizuri.